Mimi na Lisu tumechaguliwa kuongoza chama hiki. Lisu akachaguliwa kuwa mwenyekiti na mimi nikachaguliwa kuwa makamu mwenyekiti. Tumefanya uteuzi wa viongozi ambao tunaamini watafanya kazi na sisi ya kubadilisha maisha ya Watanzania na kuondoka kwenye mchezo, kufanya siasa za kuchukua nchi hii na kubadilisha maisha yenu yani. Tumeteua wakurugenzi, tumeteua wajumbe wa kamati kuu na tumeteua makatibu wakuu na katibu mkuu. Sasa kwa mujibu wa utaratibu wa chama chetu mtu anayetakiwa kuteua katibu mkuu na kuidhinishwa na, kati, na, na kuwa katibu mkuu ni mwenyekiti wa chama, na vikao vya chama chetu ndivyo vinavyopaswa kuidhinisha mtu huyo. Kama kuna makosa yamefanyika au kuna mtu yoyote ana malalamiko, malalamiko hayo katiba yetu inasema yanakwenda kwenye kikao cha ngazi ya juu zaidi, ndipo anapokata rufaa. Kama baraza kuu limekosewa, unalalamika kwenye mkutano mkuu. Sasa nataka nitumie nafasi hii kumwambia Rais Samia na wote anaowatumia kujaribu kuhujumu chama chetu. Njama ya kwanza ni hii waliofanya, ya pili Wamemkamata mwenyekiti wetu, wamempa kesi ya uhaini, wakitegemea kwamba tutakaa nyumbani tulie. Walipomweka ndani, tulipokutana kwenye kikao, nikawaambia watu hakuna kukaa ndani na kulia, tunaendelea kuwachakaza kama vile mwenyekiti angekuwa barabarani.